Kwanza niwape wape pole wa Tanzania. Yeah. Naomba Mungu awatie nguvu hasa wakazi wa Dar es Salaam na ile mikoa Songwe, Arusha, Mwanza kwa kile ambacho kimetokea. Yeah. Kimesababisha maumivu sana kwa kwa nchi yetu. Sababu so, tukio ambalo ni uzoefu mpya ambao je kuupata. Sawa sawa. Ninakumbuka hali kama hii nimekuiona miaka 77, 78 kule wakati nchi na vita na Idi Amin. Sawa sawa. Ndio kwamba tunakwenda naambiwa tulale saa 12 na wakati wa kipindupindu wakati wa wanajeshi wako wakatufundisha kuchimba maandaki kwa sababu ya Amini. Sawa sawa. Kwa sababu kwa, kwa nchi ya nchi na nchi tulikuwa tupate maumivu kwa hii. Hii ilikuwa ni kama vita ya wenyewe kwa wenyewe. Ndio. Yeah. Mm. Askari ni wa Tanzania, raia ni wa Tanzania. Kwa ni vita kama ina ina harufu kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe. Okay. Mm. Kwa hiyo niwape pole sana Watanzania. Hakuna mtu ambaye hajaguswa. Na jambo hili, mimi mwenyewe kuna waumini wangu hapa mpigwa risasi kwa Kimara pale.

E, anana, um, tatizo wanasubiri tokee ndio, lakini dalili zilionekana kwamba kuna mpasuko katika nchi yetu. Kuna mambo kujifunza, kwamba kwa nini tumefika hapa. Itakuja tukio lingine baya, pengine baada ya miaka mitano, saba, kumi, kubwa kuliko hii lazima tujue tusome saikolojia ya Watanzania. Hata vile vita ya Wanyarwanda ikawa siku moja, watasahau. Binadamu sio mbwa, wanakutana kwenye hisia zao. Hivi ndio maana hata kuku, mtoto wa kuku huwa afundishwe ni mwewe. yeah. Ni nature ile. okay. Eh, binadamu wasahau, usiwe, wamekosa, okay. Wamekosa mahali pa kusemea pa eh, mm -hmm. Ukifagia usiweke, usifunike uchafu kwenye kapeti kwa lazima sote pamoja, viongozi wa dini, wazazi, viongozi wa serikali, wa kisiasa, tumeharibuje heshima ya nchi yetu? Je, mambo haya kutokea Burundi, Rwanda kule, kawaida, dunia ishtuki, lakini kinara wa amani, kaka wa amani Afrika, Tanzania, nchi ya Kambarage. Kenya walikuwa wanatudharau sana, wa Zambia, mimi nimetembea nchi hizo, lakini natufika mahali penye undugu na ah, Tanzania, watu wajabu bwana, hamna dini, hamna ukabila, mpiganaji ah bwana, ndio heshima ya Mtanzania kubwa Tumekuaje? tumepromosha heshima ya nchi yetu? Mimi najihoji, yule ajihoji, kila mmoja ajihoji. E, mimi nawapa pole sana Watanzania. E, kwa njia moja au nyingine tumepata uzoefu mwingine kabisa, tumepata hisia ambazo hatukuzitegemea, kwamba jambo kama hili naweza likatokea katika nchi. Lakini lazima kuna mahali tulianza kuhama, kwenye barabara haijatokea e, tu, kuna mahali tulianza kuhama, tukapuuza mawazo ya watu tukapuuza maoni, tukaanza kujenga utaratibu mwingine wa maisha yetu, tukaacha utamaduni ambao tumeuzoea.